wa halmashauri ya mji wa Geita, Max Kamaoni amesema kamwe hata sita kuwafukuza kazi watumishi wakiwemo walimu wanaokataa kwenda kufanya kazi vijijini kwa visingizio ambavyo si vya msingi. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na Channel 10 ofisini kwake, Kamaoni amesema kuwa watumishi wengi hasa walimu wamekuwa wakikataa kwenda vijijini kwa visingizio ambavyo havina msingi, ikiwemo ugonjwa na familia Kayango, ni mamlaka yangu ni chini ya kilomita 50. Uh, kwa hiyo ni mtu ambaye ana mahitaji ya kiafya anaweza akahudumiwa na hospitali au na huduma za afya zilizoko hapa, uh, katika halmashauri ya mji bila kuathiri utendaji wake wa, wa, wa, wa, wa, wa kikazi. Lakini pia serikali imesema kwamba yule ambaye anaonekana ni mzigo au anaonekana hawezi kufanya kazi kwa sababu ya afya, serikali imetoa nafasi ya mtu huyo astafishwe kwa, kwa manufaa ya umma. Nao baadhi ya wananchi wamepongeza kauli ya mkurugenzi huyo, kwani wafanyakazi wengi hasa walimu wanakaa mjini kwa maslahi yao. Kuna wa, wa wafanyakazi wengi walikuwa wanaletwa, wanachagua sehemu za kwenda, wakati ni kazi waliyechagua. Mimi namuunga mkono na ninahitaji akaze msimamo wake aendelea na msimamo huu mkurugenzi, kwa kazi nzuri ambayo anaenda nayo na kasi ya mheshimiwa kama inavyokuwa. Kwa sababu kuna ukienda kwenye sehemu zingine unakuta kuna wanafunzi, walimu hawapo, walimu wengi wamerundikana mijini nzuri ambao wanaujua wajibu wao kama ilivyokuwa kule kipindi cha nyuma kwamba waratibu elimu wangefanya kazi zao sawasawa sawa jambo hili lingeisha na walimu wasingekuwa wanatembea wanaendesha bodaboda humu mtaani, tunawaona. Kwa hiyo linaweza likaisha kama mkurugenzi akianza kuchukua hatua, maafisa eh, wa elimu wakachukua hatua, lakini pia waratibu elimu katika kata wakachukua hatua, walimu wakuu wakachukua hatua, jambo hili linaisha. Katika hatua nyingine, kamaoni amemwagiza afisa elimu kumpa idadi ya walimu wanaokaa mijini ili wapunguzwe iyo, nampango, na kwenda vijijini. Kwa hiyo nina mpango na nimeshaagiza afisa elimu aniandalie idadi ya walimu walioko katika kila shule kwa idadi ya taaluma zao na kwa mahitaji ya shule hiyo, alafu baada ya hapo nipate shule ambazo zile ambazo ziko chini e, e, chini ya, ya ikama basi nitaziongezea, lakini siwezi kufanya hayo mpaka nijikamilishe kwa maana ya kujiandaa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa rasilimali. Shule za Halmashauri ya Mji wa Geita zilizoko mjini zimekuwa na walimu wengi ambapo shule moja huwa na walimu kati ya sabini hadi tisini huku za pembeni zikiwa na walimu watatu hadi watano jambo ambalo limekuwa kero kubwa kwao katika ufundishaji. Faraja Kihongole, Dar es Salaam. Hiyo ni taarifa yake, mwandishi wetu Valence Robert kutoka Geita, kama ilivyosomwa hapa studio na Faraja Kiongole.